Nimekasirika kama chairman ya miaka ishirini na sita nimekuja hapa kumuuliza nyinyi kwa nini jambo hilo linafanyika ukiwa kwa ofisi? Kwa nini jambo hilo inafanyika, itukua na president ambaye anasema ya kwamba hapendi mambo ya uhalifu ama mambo ya corruption. kwa nini jambo linafanyika nyinyi wote mkiwa kwa ofisi? hii ardhi ni yetu yetu, na sisi tukiwa kwa Konyoke hatuko hatuko community mbili. We are just but one community what we are fighting and people that are fighting us Are people who are not Masais they are people who are not in Kajiado ambayo wako Ardhi House yes. We already have, yes. We already, already have fake titles. And in those fake titles out of 40 that I already have in my own phone all of them are for non-Masais we ainserited watu yes. wanatufinyilia yes. wanatugandamiza tumenyanyaswa tumenyanyaswa tumenyanyaswa na shamba ya Kibiko kuna watu ambao ilikuwa wanakaa Nairobi, no. na wao ambao ilikuwa anakata hiyo shamba ya Kibiko na sisi hatujui, sisi tunalaumu nyinyi matoto ambayo ilikuwa inasemekana, hata kama ni fake ambayo ilikuwa inatoka, inatoka Nairobi, na tunajua Kajiado kuna wenyewe, kuna gavana, kuna waziri, kuna serikali yote na hiyo yetu ya Kajiado. Na kwa nini serikali ambayo anakaa huko Nairobi kuna watu ya maofisi ambaye wanatoa title na sisi tuko tuko, ambaye ndani ya serikali. Sisi tunasema kama uko watu wakaja uko tori, tunalaani kama Wamaasai, kama serikali ya kaunti hatujatoa idhini kulingana na jukumu letu kisheria ya kupanga ino planning, na kwa hivyo hiyo shamba haijakatwa, na hiyo title iko kwenye court of appeal. Na nyinyi kuja kutishwatishwa kwamba kuna kibiko kibiko inasunguka, sisi hatutambui Musi. Musitulaumu kama serikali. Ni kweli tumesema tuko ndani ya serikali ya broad base na tuko huko, lakini hatuamini kwamba serikali yetu imeanda kutoa title za shamba za Kibiko na jina ingine, kwa sababu shamba la kibiko ni ngong ngong, so, wakora... Tutuelewane wapendwa, kwa sababu unajua sasa wote mnatulaumu sisi. Kama serikali tunasubiri koti, kulingana na vile nyinyi mlienda kotini na kulingana na vile koti ilizungumza. Basi jamani, tutulie mpaka tupate uamuzi wa kotini. Hizi fake title ambayo wanapeana usiku, ambayo wanajigamba ni rais ndiye ametoa na rais ndiye analipa rais Titus, no, to you the governor, we need your voice. na tunataka ujitoe na utueleze kama wewe uko kwa hii syndicate ya kumaliza shamba ya Kibiko.